Katika maisha yangu yote haya, sijawahi fikiria kwamba mwanadamu kama mimi anaweza akawa na roho ya unyama kiasi hiki, kwamba mwanadamu uliyemwamini na kumthamini anaweza kaa kugeuka, ili mradi aone umeteketea, umepotea. Sijawahi fikiria kwamba watu wanaweza pitia mapito ambayo huwezi hata ukasimama ukayaelezea kwa jamii, hmm? Unakuwa kama mfungwa, popote pale unapoenda, wanakufuatilia chochote kile unachofanya, wanakufuatilia mahali unapoishi, yani wanakuangalia kila kitu unachokifanya, ukijiuliza lengo la kufanya hivyo vyote ni nini? Unaambiwa ishi vizuri na mwanadamu. Anaweza kukuchekea, kumbe anajua ni wapi pa kukufanya wewe uweze kuanguka, ili iwe furaha yake. Yote walionifanyia haijatosha, sasa wanaiwinda nafsi yangu.